Mlango wa pili. Basi Sulemani alikusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana na kuujengea ufalme wake nyumba. Sulemani akahesabu watu sabini elfu wawe wachukuzi wa mizigo na watu themanini elfu wawe wachongaji milimani na elfu tatu na mia sita wawe wasimamizi wao. Sulemani akatuma watu kwa Hiramu mfalme wa Tiro akisema, kama ulivyomtendea baba yangu Daudi na kumletea mierezi ajijengee nyumba ya kukaa unitendee na mimi angalia, najenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, ili kumfanyia wakfu ya kufukizia mbele zake fukizo la manukato, na ya mkati wa onyesho wa daima, na ya sadaka za kuteketezwa za asubuhi na jioni, na za siku za Sabato na za mwezi mpya na za sikukuu zilizoagizwa za Bwana Mungu wetu; hili ni agizo la milele kwa Israeli. Nayo nyumba nitakayojenga ni kubwa, kwa sababu Mungu wetu ndiye mkuu juu ya miungu yote. Lakini ni nani awezaye kumjengea nyumba, ikiwa mbingu hazimtoshi wala mbingu za mbingu? Nami ni nini basi hata nimjengee nyumba, isipokuwa kwa ajili ya kufukizia fukizo mbele zake? Unipelekee basi mtu mstadi wa kazi ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya urujuani na nyekundu na samawi mwenye kujua kuchora machoro pamoja na wastadi walioko Yuda na Yerusalemu, pamoja nami, aliyowaweka baba yangu Daudi. Niletee tena mierezi na miberoshi na miti ya msandali kutoka Lebanoni, maana najua ya kwamba watumishi wako hujua sana kuchonga miti Lebanoni; na tazama, watumishi wangu watakuwa pamoja na watumishi wako, ili wanitengenezee miti kwa wingi, kwani nyumba nitakayojenga itakuwa kubwa ajabu. Na tazama, nitawapa watumishi wako wachongaji wakataumiti kori ishirini elfu za ngano iliyopondwa na kori ishirini elfu za shairi na bathi ishirini elfu za mvinyo na bathi ishirini elfu za mafuta. Ndipo Haramu, mfalme wa Tiro, akajibu kwa waraka aliyompelekea Sulemani, ni kwa sababu Bwana awapenda watu wake, amekufanya uwe mfalme juu yao. Hiramu akasema tena na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye amempa mfalme Daudi mwana wa hekima mwenye busara na akili, ili amjengee Bwana nyumba na nyumba kwa ufalme wake. Na sasa nimemtuma mtu mstadi mwenye akili, yaani Hiramu baba yangu, mwana wa mwanamke wa binti za Dani, na babaye alikuwa mtu wa Tiro, ajuaye sana kazi ya dhahabu na ya fedha, ya shaba ya chuma, ya mawe na ya miti, ya urujuani, ya samawi na ya kitani safi na ya nyekundu, tena mstadi wa kuchora machoro yoyote na wa kufikiri fikira yoyote, apate kuagizwa kazi pamoja na watu wako wa stadi, tena na wastadi wa, wa bwana wangu Daudi baba yako. Basi sasa hiyo ngano na shairi, mafuta na mvinyo, alionena bwana wangu, na wapelekewe watumishi wake. Nasi tutakata miti katika Lebanoni kadiri utakavyohitaji na kukuletea tukiieleza baharini mpaka Yafa, nawe utaichukua Yerusalemu. Ndipo Sulemani akawahesabu wageni wote waliokuwamo katika nchi ya Israeli sawasawa na hesabu aliyewahesabu Daudi baba yake, wakatokea mia hamsini na tatu elfu na mia sita. Akaweka katika hao sabini elfu wawe wachukuzi wa mizigo na themanini elfu wawe wachungaji milimani na wasimamizi elfu tatu na mia sita ili wawatie watu kazini.